Kenya wanaobarikiwa na hiyo ndio fahari yetu kujua kwamba wewe popote ulipo pale basi unabarikiwa right now. Yanayotendeka ndova sana. Yes, sasa so hivi bwana, maana ndio mwezi mwezi ndio huo umeanza tayari na ni mwezi wa Februari sasa so, kuna benki kuu ya dunia, That is Central Bank of Kenya imeweza kuja na warning. Imeweza kuja na ilani kali sana, na hapa hivi inasema inaonya wale wa Kenya ambao sana sana huwa wanatumia noti za benki kuzigeuza kuonekana kama aha, hundi eh, la maua hivi kwamba noti mtu anazikusanya, anazikunja kunja, yani anaiweka kwa mfano ya bouquet of flowers. Dunia imekuja na ilani ikasema kwamba hilo swala la kunjakunja noti na kuweka kama maua inapaswa ah, ah, kambalishe

katika miaka ya